nilipokuwa nimelala kwa nyumba, kumbe nilikuwa nimefungia nime, nilikuwa nimefungia mtu mmoja kwa nyumba, alikuwa chini ya kitanda. So mimi usingizi iliponishika alitoka chini ya kitanda na kufungulia waliokuwa nje, wakakuja wakanianguka kwa shingo, tukaanza tu kufurugana nao kwa nyumba hapo wakawa wanasema tumchomee kwa kitanda, lakini nikawashinda na nguvu, nikawatoka kwa kitanda hivyo, na walikuwa wameshaasha kitanda. Walipoona nimewashinda na nguvu hiyo, walinifunga mdomo na wakanifunga kwa kiti na wakatoroka wakaenda, lakini kwa watu nilijua wao kama watu wawili. Sasa waku niambia kitu yenye walikuwa wanataka, lakini ile tu walikuwa wanataka kunichomea kwa hiyo kitanda hiyo. Nimekuta huyu kijana amefungwa mtomo na miguu sasa ndio nika kimbilia kuenda nioende polisi. Kwa hivyo wanaenda polisi sai kuandikisha statement. Nenye wanaongea hapa si maneno mazuri, kwa maana hii maneno imekueko baada ya siku mbili, na sioni wakiongea hiyo maneno. Hawa vijana wamekuwa na mzozo, na hii mzozo inaanzia kwa hii kijiji inaruka mpaka Indakano area. Hata juzi karibu hawa vijana wapikane wa uwane. Hata huyu mama mwenye anaongea amekuja kufungulishwa hapa mlango usiku na yeye ni mama mjane. Na hii maneno huyu ni mtu wa tatu. Wanafunga mtu mdomo wanamfanya maneno. Hata kijana mwenye amepigwa na hawezi kusema. Na mzozo ya Alex na huyu kijana ni ya mwanamke ya mtu. Sio ni makora ama nini, ni mwanamke wa mtu analeta hii utata. Na serikali, tunataka mtusaidie tuende tuone huyo mwanamke. Tujue bwana yake shida yake ni nini.